muweze kumlea mtoto wenu bila ya kujali mambo yote. Najua kulea mtoto mwenye changamoto hizi mwenye ulemavu ni ngumu sana, inahitaji kujitoa baba na mama, ndo Mungu ukishatujalia namna hiyo. Kwa hivyo, hatuna haja ya kukufuru, tunatakiwa tushukuru. Kama wewe kweli umejaa imani, unamjua Mungu, huwezi kumkimbia mwanamke au kumwambia mwanamke labda, wewe unanizalia watoto kwa namna hii. Mtaungana kwa pamoja kama familia na ndugu wengine, maana ndugu nao wengine, wenyewe nao wana maneno maneno, mpaka anamfanya mwanamme pengine anaona he, pengine ndugu zangu wanasema kweli. Kwa hivyo familia zote ya kike na ya kiume kwa pamoja tuwalee watoto hawa ili nao waweze kuwa na maisha bora, kwa sababu watoto wetu hawa wanakabiliwa na changamoto nyingi, na walinzi wa watoto hawa ni sisi wazazi wao, ni sisi wazazi wao ambao tutaweza kuwalinda, lakini pia na jamii kwa sababu watoto hawa mara nyingi wanadhuriwa. Kwa hiyo wana haki ya kulindwa kimwili, lakini pia kuwalinda kihisia na kisaikolojia, lakini pia kuwalinda dhidi ya unyanyasaji na, na kubaguliwa, kwa sababu watoto hawa, watu wengi wana walahai, wanaweza kuwanyanyasa kingono, lakini kuwanyanyasa kwa jinsi nyingine yoyote ile, kuwapiga na mambo mengine, lakini pia kubwa zaidi tuwasaidie kujitegemea wasio watoto ombaomba au wasifanyishwe tu kazi zile ambazo zinaonekana mbayambaya za kubeba mizigo. Utaona kwenye maduka wanabeba mizigo. Tuwasaidie wasome vizuri, kwa sababu wanaweza kusoma japo taratibu, kujifunza vitu kwa sababu wao wanajifunza taratibu. Lakini tuwasaidie kujitegemea, wajiweze wenyewe, waachane na kutegemea, kutegemeategemea kuombaomba pesa mbili mbili hizi ambazo wanapewa kwa sababu wanaweza kujitegemea, na hilo litafanyika kama jamii kwa pamoja tutakuwa na ushirikiano, tutafanya kazi hii kwa pamoja. Ukimwona mtoto huyo, sio kumdhalilisha, sio kumcheka, sio kumsemea maneno mabaya wewe kumlinda, kuhakikisha anapokwenda anakwenda salama na anarudi salama. Down Syndrome kwa hapa Tanzania inajulikana kama sura mfanano, na ndio maana leo tumekuko hapa ili katika kuadhimisha ulimwenguni, leo wanaadhimisha wao. Kwa hiyo na sisi Asma Mwinyi Foundation tukaona lipo muhimu, na sisi wa Tanzania na sisi wa Zanzibari, basi hii siku ya leo nasi kuifanyia haki na katika haki hiyo tumeiona basi ni kukaa nao kwa pamoja kama mnavyoona hapa siku ya leo tukakaa nao kwa salama kwa vizuri kwa pamoja kwa furaha na tukawa tumekula futari kwa sote. Na kama inavyojulikana kama kipindi hichi cha sasa hivi tuko katika mfungo wa Ramadhani, lakini pia tuko katika Kwaresma, sote tumefunga kwa hiyo ni siku niseme adimu ambayo imefanyika mwaka huu uh, katika mwaka 2025 kwa sababu sote tuko kwenye mfungo na sote tumekuwa katika hali ya duniani nzima katika kuadhimisha siku hii ya down syndrome sura mfanano kama inavyojulikana hapa Tanzania. Mimi jamii nasema kwamba tuendelee kama kauli yetu inavyosema tuwapende, tuwajali, tuwathamini. Wito wangu kwa jamii ni kwamba kwanza tunatakiwa mabadiliko tunaanza na sisi eh, hasa katika ngazi ya familia. Kwa hiyo kama familia, kama jamii, kwanza tunatakiwa tubadilike, tujue kwamba hawa watoto au ndugu zetu wenye down syndrome ni watoto kama watoto wengine, wana fursa kama watoto wengine. Kwa hiyo jukumu letu kuwapa malezi mabora ya kuwakuza, ili pia na wao waweze kuadapt na mazingira kama watu wengine, lakini jukumu letu jingine ni kuwalinda, kwa sababu vitendo vya udhalishaji vinaanza katika ngazi ya familia, kwa sababu kuwalea watoto kama hao sio mashara hapa amejitolea, amejitolea ili kuweza kuwalea watoto hawa, na mimi au ka, moja kati ya timu wana Lebanoni, tunapenda kumwombea dua Asma Mwinyi Foundation duniani na kesho akhira, na tuko tayari kumpa ushirikiano kokote tunapenda kufutarisha juu ya watoto hawa, sisi tumejitolea huru kumpa ushirikiano. Ningependa kutoa wito kwa wazazi hawa watoto wazidishe upendo, kuwajali na kuwathamini kama kauli mbiu inavyosema, na tukiangalia dada yetu Asma amefanya jambo kubwa sana, kwa sababu hawa watoto wanasaulika.